Kuna hili suala la maadili, suala la maadili, nalisema kwa sababu gani? Ndio tulitunga sheria maadili, tunaangalia kwa watumishi wa umma, yaani hapa nikifanya jambo ovyovyo tu, nenda unaitwa ofisi ya maadili. Lakini kuna private sector hizo, hivi hamwezi kubadilisha vivi sheria? Kuna private areas ambapo watu maadili ni ya hovyo. Leo tumesikia jambo moja la mtu anaitwa sijui Mwijaku Sijui Mwijaku si Mwijaku huko. Amekwenda ha amechezea wanafunzi katika vyuo vikuu. Sasa huyo maadili anakwenda polisi, watamchukua. Na nyinyi wa maadili je? Yaani nimeona hivi vitu tuviangalie. Maadili, ofisi ya maadili, mzee Mwangesi apige kote. Hebu angalieni kama mnaweza kubadilisha badilisha vikanuni hapo. Kama swala wote ni Watanzania. Wanaharibu mambo.